<coughs> Timu la kuajiri na kuhamasisha la AFC/M23 katika eneo la Nyiragongo ilitembelea eneo ya Biangakata kijiji cha Kiziba ya Kwanza Usultani wa Bukumu Jumamosi hii 7 Juni 2025.

Katika mkutano wa hadhara uliofanyika siku hiyo wajumbe wa AFC/M23 walihubiri kuhusu kuishi pamoja, mshikamano wa kijamii na umoja. Jamii zote katika jimbo hilo zimetakiwa kuishi pamoja kwa amani kwa ajili ya maendeleo endelevu. Kongo ina... Aye, mtu wakusema Kinyarwanda jo mwenye asikirikani mkongo. Aye. Aye. <laughs> Idadi ya watu lazima pia kuwashutumu wamiliki wote wa silaha, kwa wale wote wanaohusika hakuna mtu atakayelazimisha kujiunga na jeshi la mapinduzi la Kongo. Una uhuru wa kuchagua kati ya maisha ya kiraia au ya kijeshi, alisisitiza mratibu wa timu la uhamasishaji wa ajili la AFC 23 katika wilaya ya Nyiragongo. Kisha wapata si, hatuna problemu na muzarendo f, hatuna problemu na polisie hapana, wale wote ni wana Kongo walete mabunduki zetu wazitoa, waende kwa mafunzo. Winahitaji ku, kuendelea na kazi ya sekurite kama jeshi kama polisi, patapata wakati nyuma ya kufunzwa, na wenye hawapendi watarudia uraia. Katika mkutano huu, vijana kadhaa walikubali kujiunga na jeshi la mapinduzi la Congo kwa ajili ya ulinzi wa nchi hiyo. Vijana hao wanahamasishwa lakini wamesajiliwa kwa hiari yao wenyewe ndani ya jeshi hilo la mapinduzi.